Ikiwa ni saa tatu na dakika hamsini saa za Afrika Mashariki. Karibu kwenye runinga ya Kishazi na leo nimeweza kufika katika eh, tu, eneo la tukio ambapo eh, msichana wa mwaka wa kwanza chuo kikuu cha Rongo aliweza kunywa sumu kwa sababu ambazo haziwezi kujulikana. Na leo nimefika katika eneo la tukio. Unaviona lango hili. Hapa hivi ndio yule msichana alikuwa akiishi. Alikuwa ni mwendo wa saa tatu usiku. Ndipo majirani waliweza kusikia sauti. Wanaweza kusikia sauti ambazo ni kama za vurugu sauti za vurugu hapa na pale. Waliweza kufika katika eneo la tukio wakapata uh, msichana anavuruga kama ako katika hali tete, hali mbaya, hali isiyojulikana. Hapo ndipo uh, wasichana wale majirani zake waliweza kumchukua na kuweza kuita pikipiki uh, piki, ili akaweza kupeleka katika kituo cha afya kilicho karibu pale Rongo University, chuo kikuu cha Rongo. Na leo niko na baadhi ya majirani ambao wanaweza kutuelezea kwa kina uh, mambo ambayo yaliweza kutokea usiku wa kumkia leo. Aa, leo niko nani hapa hivi? Familia? mm -hmm. Eh. Yeah. Unaweza kutuambia tukio hilo lilifanyika saa ngapi? tukio hilo lilifanyika mwendo wa saa tatu hivi mm -hmm. kielekea saa mm -hmm. mm. nne. Nini ilifanya ukajua kwamba kuna kitu inatokea mahali? Eh, kitu ambacho kilifanya nikajua kuna tukio mm -hmm. imefanyika ni wakati tulisikia vurugu mm -hmm. kwa nyumba ya msichana huyu mm -hmm. E, ambazo kulikuwa na sauti ambazo zilikuwa za kutatanisha kidogo, mm -hmm. kama ni watu wanapigana. So kama majirani kiliweza kufika, mm -hmm. uliweza kufika, na nini nini ambacho kilifanya ukaweza kufika kwa haraka ili kuweza kujua? E, kwa sababu lilikuwa jambo ambalo si la kawaida mm -hmm. Itupasa, tuweze kufika mahali pale. Yeah. Na mliweza kumchukulia hatua gani, ambapo alikunywa sumu na akaanza kufanya ni kama anavuruga vuruga hatua, kwa sababu bado hatukuwa tumejua kiini, maybe tulijua ni ugonjwa imemlemea, tuliweza tu hospital, kumpeleka hospitali, aliweza kupeleka hospitali kwa matibabu hmm. Hmm. Labda dharura ya kwanza the first aid you took ilikuwa gani? First aid, aliweza, alipewa maziwa lakini, hmm. hakuweza kui, kui consume ile maziwa so ika hmm. ikabidi apelekwe katika kituo cha afya hmm. hmm. Na nikiuliza, labda maafisa wa polisi ama DCI waliweza kufika? Hmm. E, waliweza kufika waliweza hmm. kufika hmm. mwendo wa sangapi kwa mwendo wa Saa sita. Saa sita usiku mm. Aa, na wazazi wake je walifika mwendo wa saa ngapi? Mwendo uh, wa saa nane. Mwendo wa saa nane na usiku Aha. Uh. Chua, sasa walianza kumchukua na pamoja na wazazi ama alienda naye ama ni ya maafisa wa polisi kati ya maafisa wa polisi na wazazi nani alitangulia kufika hapa? eh, maafisa wa polisi walitangulia mm, wazazi wakakuja baadaye mm. mm. Nini, nini unafikiri inaweza kuwa ni chanzo ama ni mambo ambayo yanachangia wanafunzi vyuo vikuu kufanya mambo haya? Siwezielewa kwa sababu huku chuo kikuu tunapitia mambo mengi maybe ya kifamilia. uh -huh. Eh, kimapenzi, sasa hawezielewa. uh -huh. Mambo ni mengi, kuna vurugu na majirani sasa. uh -huh. Tuwezi elewa kiini kilikuwa nini. uh -huh. Labda wewe ni kama rafiki yako ama hapana? Eh, akwa ule rafiki wa ndani kabisa. Mm. Alikuwa ni mtu tunajuana. Mm. wa salamu. Mm. Salamu salamu kwa njia hiyo na, Mm. Tukikutana wewe, mm, kama mtu ambaye mlikuwa mnajuana kwa hali ya kawaida na kila siku unamjua kama mtu ambaye anaongea na ana, ana watu ni mzoefu kuongea na watu ama ni ule mtu ambaye ni mtu ambaye ametulia hawezi kuongea na wengine ha, alikuwa ametulia. Mm-hmm. Lakini siwezi jua kwa sababu sijakuwa karibu naye sana, siwezi jua kama ni mtu wa kuinteract na watu sana mm. na labda nikiuliza, alikuwa na zile mipango kwamba anataka kujihamu anataka kujidhuru kuji, ana hatuko na mipango yoyote eh, kwa sababu vitu kama visa kama vikitendeka, ni ngumu mtu kuambia uhum. mtu kwamba kuna nataka kufanya jambo hili. Hmm. Yeah. Asante sana. Asante sana kuweza kuongea nasi. Yeah. Uh -huh. Na mnavyosikia ameweza kutaja mambo kadhaa kadhaa ambayo yanaweza kuchangia, ambayo yanaweza kusababisha wanafunzi wale akaweza kujitoa uhai kwa kunywa sumu. Labda nikimaliza swali moja mbali kwa nimesahau. Ushauri upi ambao ambayo ungeweza kupatia wanafunzi wa vyuo vikuu uh, ili waweze kuepuka hali kama hii? Ha, jambo langu kwa wanafunzi wa vyuo vikuu mm -hmm. Tukija huku shule kuna mambo mengi nilivyosema hapo awali, kimapenzi, eh, kifamilia, marafiki eh, utapata huku watu wa aina mbalimbali. Kuna wale wataku wanakuandarete eh, lakini ushauri wangu ni tuwe watu ambao tuko close na watu tutafute marafiki ambao tunaweza share nao vitu wakaweze kutusaidia kwa ma, to avoid that depression to avoid hizo vitu zenye zinaweza tuham like before to make decision. Pia tuone inaduru nani eh, ninaweza pata mtu mm -hmm. E, na, kwa njia ipi ile itakuwa jambo ambalo litatusaidia sisi kama wanafunzi wa vyuo vikuu mm -hmm. mm. Asante sana na mpiga picha unaweza nionyesha. Aa, kuna mahali ambapo aliweza kumwaga ile maji ambayo imechanganyika na sumu. Nataka ukaweza kutuonyesha ilikuwa ni wapi. Mtazamaji so, wetu ile maji ya sumu, ee, unavyotazama kwa sasa hivi ambapo Uh, yule msichana wa mwaka wa kwanza ambaye kwa shule ya niweza kusema uh, SASB uh, pale chuo kikuu cha Rongo, mahali hapo ndipo alipomwaga maji ile asubuhi mwendo wa saa tatu kuelekea saa nne usiku, ambapo kaweza kupewa maziwa ili kuweza kukidhi, lakini alikataa katakata, alikataa kunywa ile maziwa, ndipo walipochukua hatua ya kwanza kumpeleka uh, katika kituo cha afya pale Rongo University. Sidi kutufuatilia kwa mtandao wa kijamii kama Kishazi TV. Ah, nimekuwa mtangazaji wako mashuhuri Steven Wanjala, Kishazi TV, Migori.